Ni wanafunzi wa shule ya msingi Muungano iliyopo kata Magenge, mlao, ya, wa ya Magenge wakionyesha tabasamu lao baada ya kero ya muda mrefu kutatuliwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kisima hicho, afisa elimu wa kata ya Magenge, Peter Luchagula, amesema mradi huo wa maji ni mkombozi mkubwa kwa shule hiyo kwani utanufaisha jumla ya wanafunzi elfu moja mia tano arobaini na tano. Lakini ni shule ambayo kwa kweli, kulingana na mazingira ambayo, kama unavyoonekana, ni shule ambayo iko kwa mazingira, kwanza uchimbaji lakini kumekuwepo na changamoto sana kwa habari ya huduma hii ya maji, upatikanaji wa maji. Kuna wakati mwingi wanafunzi walikuwa naenda kuna kimto pale chini, lakini pia hata maji yanayopatikana kule hayana usalama, kutokana hasa na hali nzima ya kwamba mazingira haya ni wachimbaji, wakati mwingine anakuwa na chemicals. Lakini pia jitihada zimekuwepo, lakini wakati mwingine hata tulivyojaribu kuchimba hatukuweza kufikia maji. Je, nini kauli wa ya wanafunzi wa shule hii ya Muungano? Tuna furaha kubwa kwa sababu mnakuja kukabidhi kisima. Tulikuwa tuna ukosefu wa maji, sasa hivi tumepata maji. Mungu awabariki. Zamani tulikuwa tunasumbuka, tulikuwa tunatafuta maji ya, ya kunywa kwa shida. Tulikuwa tunateremka huko kutafuta maji ya, ya kunywa kwa shida, tukajaribu kuchimba pale kisima, kisima nacho maji yakakosa. Kwa upande wake, mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Geita Jonas Crave amepongeza shirika la On the Way, Reaching People kwa hatua hiyo, huku mwakilishi wa bodi wa shirika hilo Alfred Conrad akibainisha nia ya kutekeleza mradi huo, kwamba kama halmashauri tunawashukuru kwa sababu kimsingi majukumu haya yalibidi yafanywa na serikali, lakini wao pia wanachangia juhudi za serikali. Huwo ni washukuru sana shirika, lakini pia nikushukuru sana mwalimu kwa kusimamia huu mradi maanake maeneo mengine ikifika miradi kama hii kipindi unatekelezwa kwa tukio na uharibifu mbalimbali mbali, wizi na masuala mengine. Tuendelee kuulinda huu mradi ili uweze kuwanufaisha uboreshe masomo yenu, lakini mpate muda mwingi sana wa kusoma. Miongoni mwa malengo makuu ya shirika hili ni kuwafikia watu katika jamii mbalimbali za mbali, nchi yetu, kutoa hamasa kwa njia mbalimbali kuhusu huduma za kijamii hasa ikilenga watoto wadhee na makundi maalum eneo walemavu. Ndugu mgeni rasmi kwa sababu kama hizi tumekutana hapa leo kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kushuhudia kukabidhi mradi wa kisima cha maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya wa watoto wa shule hii ya Muungano. Hata hivyo, watendaji wa serikali wameomba shirika hilo kuendelea kuyamulika maeneo mengine yenye changamoto ya upatikanaji wa maji hususan maeneo yanayokaliwa na wachimbaji wa madini. Majina anaitwa Suzana Cherehani, afisa mtendaji wa kijiji hiki. Ah, kifupi tu mimi napenda kulishukuru shirika kwa maono yake kwa sababu mazingira yetu haya, wanafunzi hawa walikuwa na changamoto sana ya maji. Na Mungu tu awajalie na muwe na moyo wa kujitoa, msikomee hapa shule ya msingi Muungano kwa kijiji cha Sobola, na kwingine mwendelee kusaidia kama mlivyosaidia hapa. Hiki kisima kimekuwa ni msaada mkubwa na nawaahidi tu kwamba tutakilinda tutakitunza tutakarabati mahala ambapo kitakapopatwa na changamoto yoyote, kwa kushirikiana na uongozi wa shule. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim, na hii ni Clouds.